Ni wa ambari, walio picture, walio la muhimu sana tulisema, na washukuru waandishi wa habari waliokepca waliopata tukio la wakili wa serikali anampiga wakili mwingine ngumu. Wakili wa serikali anapigana, hili ni tukio mbaya sana na mimi sitegemei hili, pia nategemea kusikia kauli ya jaji mkuu kwenye hili kwa sababu angekuwa ni wakili wa upande wetu au ni mtu wa Chadema amefanya tukio hili, ungeona ambavyo lingekuwa amplifier. Na hebu fikiria, wakili wa serikali anachukua jambo personal kwa sababu sisi tulijaribu kuamini kwamba hii ni kesi, wameona ina msingi, wameileta hapa, lakini kitendo cha wakili wa serikali Tawabu Isa kurusha ngumi, kupiga mtu kwenye huko Kwenye, kwenye mahakama tunafikiri hili ni jambo muhimu sana kwamba address na ichukuliwe hatua. Na hebu imagine mtu kama huyu ambaye anarusha ngumi akateuliwa kuwa jaji ambaye ameisha form opinion au chuki dhidi ya Chadema, anachukulia mambo dhidi ya watu wetu wanaodai haki personally, huyu mtu akiwa jaji atafanyaje kuhusu Chadema? Anakufanyaje? Utakuja hapa na kesi ambayo unastahili kuhukumiwa miezi sita, yeye atakuhukumu kukunyonga, kwa sababu ana chuki. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa na ambalo sisi na limetusikitisha na linatusikitisha. Jambo la pili ni mwendelezo wa kuwa watu wanapigwa, na hili nafikiri ni muhimu sana likakoma, kwa sababu kwanza ukisema watu wetu walete listi ya watu wanaoingia hii kesi, iko hapa mfululizo siku 30 kwa jinsi tulivyoambiwa. Nani anaweza kuja hapa siku 30? Mtu wa kawaida kila siku, kila siku tofauti na askari ambao wako kazini, au mahakimu ambao wako kazini, au majaji ambao wako kazini. Mimi kama kiongozi naweza kuja, amani anaweza kuja, lakini wanachama wetu lazima kutakuwa na rotation. leo atakuja, kesho atakuja, atakuja mwingine, mwingine atatoka Mbeya, mwingine atatoka Iringa. Tunahitaji sanity hapa. Sisi sio watu wa bombi, tunachohitaji ni kutendewa haki, kwa sababu sisi ni Watanzania. Lizoningi natuambia nini karne hii? Kwani watu wana bihevu kuliko hata wakoroni walivyobihevu? Yaani unakuja kutuambia umepewa listi hapa ya watu wanaoingia nani kwa siku 30, kwamba hao watu watakuja hao, au mahakamani hao, au na wengine wanaosafiri kuja kumwona hapa lisu wasiingie. Sasa leo watu kumi na sita wamepigwa wameumizwa na mmoja wao naitwa Stanslaus, hali yake ni mbaya sana, na hili jambo niliunganisha na jambo ambalo tumelisikia wote, tumesikia wiki nzima, ili tutaliadresi pembeni, lakini nataka niliseme. Kwa siku kama tatu tangia tarehe moja mpaka leo, wanachama na viongozi wetu mbalimbali kumi na tano wametekwa, wamechukuliwa katika mazingira ambayo hayeleweki sehemu mbalimbali za nchi. Na leo tumeona wote, kuna habari kwamba katibu mwenezi wa sisia Barozi, ambaye amefanyiwa nini vetting na vyombo vya usalama vya nchi hii, ametekwa. Sasa ili nilitumie kuwaambia walioko madarakani, wazungu wanasema power is transient Mamlaka huwa yanapita haraka sana. Ungemwambia polepole e, kipindi cha Magufuli akiwa katibu mwenezi kwamba miaka minne ijayo utatekwa asingekuelewa. Kwa mlioko madarakani ambao mama zenu wako madarakani, mnanyanyasa watu, mnaumiza watu, kumbuka hili, power is transient. Kuna siku isiyo na jina mtajilaumu sana, hata kwa nini mlipata hayo madaraka. Tendeni watu wembu, na tunataka vyombo vyetu vya dola vituambie hawa watu wako wapi. Nchi hii watu walitafuta uhuru, siyo kwa ajili ya vyombo vyetu vya dola kutumika kututisha sisi. Vyombo vyetu vya dola haviwezi kutumika kutisha wananchi, vinapaswa kutumika kulinda wananchi. Hatuwezi kukubali vyombo vyetu vya dola vigeuzwe kuwa vinatutishia sisi wananchi wa nchi tunaolipa kodi. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaelewa kwamba tunataka haki itendeke. La mwisho, kuna jambo ambalo mimi limenishangaza sana na mwenyekiti wetu ameleadresi japo mahakama imelizungumza lakini amelieleza vizuri sana. Mimi nimeshtakiwa mara kadhaa. Nimehudhuria kesi nyingi mara kadhaa. Hii ni kesi kubwa, mwenyekiti wetu au serikali wanasema wana mashahidi 30. Mwenyekiti kwa kuanzia tu alitaja mashahidi 15. Kwa hiyo kwayo ni 45. Leo shahidi mmoja tu siku nzima imeisha hajafanyiwa cross examination, lakini kwenye court list wameandika mpaka tarehe ya hukumu kwamba kesi itaisha tarehe kumi na moja, tarehe kumi na mbili wanatoa hukumu. Sijawahi kuona mimi kesi inaisha leo, hata kama ni ya kuku, kesho hukumu inatolewa. Lazima majaji watapata muda wapitie zile hoja waandike judgment. Nani aliyesema kwamba, nani aliyeandika hiyo hiyo hukumu kwamba itatoka tarehe kumi na mbili? Na hayo mazingira yanatuambiaje sisi? Sisi kama CHADEMA tunaamini nini kwamba hiyo hukumu ambayo tunaambia itatolewa tarehe kumi na mbili wakati kesi inaisha tarehe kumi na moja inatusababishia hofu kubwa kwamba kuna judgment imeshapangwa dhidi ya mwenyekiti wetu, na jambo hilo tuna question na hatuta nyamaza, hatutakubali. Ni jambo linalotupa mashaka makubwa sana kwamba inakuwaje, inakuwaje cause list inatoka mpaka inaeleza siku ya judgment? Inawezekanaje hicho kitu? Mimi sijai kuona kesi ishe tarehe kumi na moja, tarehe kumi na mbili mashahidi nani, hukumu na mashahidi hao wanaweza kukaa pale ukahojiwa leo kesho ukafanyiwa cross examination siku inayopata ukafanyiwa nyingine, hiyo inawezekanaje kwao? Wanachadema, tuendelee kuwa macho, lakini nataka niwaambie wanaotawara, wanaojiita watawara wa nchi, sisi sio ng'ombe wao wala sio mbuzi wao, wanatupeleka machinjioni. Waache kumwaga damu za watu bila sababu. Tunataka kujua wako wapi watu waliochukuliwa? Sisi kama Chadema hatukubaliani na mtu yoyote kutekwa kwenye njia. Kama mtu anakosa akamatwe, ndugu zake waalifiwe yuko wapi, waende wakamwone. Leo tunazungumza karibia siku ya sita, kiongozi wetu Ernest Mgawe mwenyekiti wetu yuko ndani, haruhusiwi kuonwa. Huyu mtu anazuiliwaje kuonwa? Hame ameua, amefanya nini hicho cha kumzuia kuonwa na viongozi wenzake, kuzuiwa kuonwa na familia yake, hapelekwi mahakamani? Huu ni utaratibu gani kama sio utaratibu wa kuinstigate fujo kwenye nchi? Na wanaosema sisi tunataka kuchochea fujo ndio wanaochochea fujo. Unapokataa usitekwe, wanasema wao unachochea fujo. Kwa hiyo wanataka utekwe kama ng'ombe, ukae kimya hapo, ndio huchochei fujo. Ukikataa kutekwa, huyu anataka kuchafua nchi. Kati ya anayeteka watu na anayezuia watu wasitekwe, nani anachafua nchi hii? Nani anayetaka kuharibu amani ya nchi hii? Watekaji ndio wanaoharibu amani wa ya nchi hii. Sisi tunaotaka utaratibu, tunaotaka haki, hatuwezi kuharibu amani ya nchi kutaka haki, kutaka watu walipwe wa mishahara vizuri kutaka ufisadi ukomeshwe, kutaka madini yetu yasiuzwe, kutaka bandari zetu zisigawanywe kwa wageni, sio kuchochea fujo, ni kutaka watu wote wafaidike na keki ya nchi. Na hayo sisi wengine tutayasema hata tukienda kaburini, sauti zetu zitabaki zinasikilizwa kwamba zilizungumza mambo hayo. Asanteni sana. na viongozi na ndugu kuingia mahakamani leo asubuhi, kama mlivyosikia mliokuwemo ndani mwenyekiti aliomba majina ya watu 100 kuingia hapa mahakamani. Kwenye orodha ile, yuko mtu anaitwa Keti na Stephen wamefika hapa asubuhi, lakini pamoja na kwamba majina yao yalikuwa miongoni mwa watu waliotarajiwa kuingia mahakamani leo, lakini vyombo vya dola vimewazuia kuingia. Sasa mle ndani, mjisikia, mwenyekiti alirejea hiyo hoja na hiyo concern na, na mahakama ilisema watu wote waruhusiwe kuingia huko ndani. Lakini pamoja na maamuzi hayo ya mahakama, pamoja na maelekezo ya waheshimiwa majaji, watu hao wawili wamezuiliwa, na hadi sasa nafikiri bado wako chini ya vyombo vya ulinzi. Kwa hivyo tunatoa mwito, jambo la kwanza kwamba tunapokuwa hapa, wenye mamlaka ni mahakama, sio vyombo vya ulinzi. Hapa sio kituo cha polisi, hapa ni mahakama kuu. Mahakama inapoelekeza jambo, watu wote wawe, ni watu wa vyombo vya ulinzi iwe ni sisi mawakili ambao ni maafisa wa mahakama hii au awe ni mwananchi yoyote, tunao wajibu wa kuhakikisha tunafuata na kutekeleza maamuzi yote yanayotolewa na muhimili wa mahakama. Sasa kwenye hili, niwatake vyombo vya ulinzi kwamba wawaachie wale watu wanaowashikilia, na kwa sababu ni miongoni mwa wageni wa mwenyekiti ambao alishawasilisha majina yao kwa mjibu wa utaratibu kama walivyoomba wenyewe, naye akafanya hivyo, waachiwe na waje wahudhurie kesi hii wasikia jamhuri wanapoleta mashahidi wao kuanzia mwanzo mpaka mwisho kulingana na muda wao walionao. Jambo la pili, leo jamhuri wamefungua shauri lao kwa kuleta shahidi mmoja. Tangu asubuhi tumesikiliza ushahidi wao mpaka sasa tunapoahirisha shauri hili. Tutaendelea kesho kwa kumpa fursa mwenyekiti ambaye atapata nafasi ya kumhoji maswali anaitwa cross examination, maswala, maswali ya dodosa kudodosa kila alichokisema pamoja na mambo mengine, ili tuweze kumalizana na shahidi huyo wa kwanza. Sasa amesema makamu mwenyekiti, mashahidi tu wa jamhuri wako 30, mashahidi wa mwenyekiti wa kuanza nao wako kumi na tano, vielelezo viko kadhaa pale, viko baadhi ya vitu tunaviona, hata jamhuri wenyewe nadhani mliokwemo ndani mmeona kama kuna kesi au hakuna kesi. Shahidi si ndio huyu amekuja leo, mmemsikiliza, tuliyokuwemo ndani, hata kama sio mwanasheria unaweza ukajua au ukaona kwamba kwa mwenendo huu kuna kesi ya msingi au hakuna kesi ya msingi. Niwaombe kesho pia tufike kuja kusikiliza hayo maswali ya dodoso, ili sasa jambo hili lieleweke. Tutakaposikiliza mashahidi wote 30 watakapomaliza, basi mwenyekiti naye watafunga ushahidi wao, na tutaingia hatua ya pili, kwa maana ya mwenyekiti naye kuanza kujitetea, kama Mwenyezi Mungu akipenda. Jambo moja tu ambalo ni la ambalo ni la utofauti kidogo, kulipokuwa kule Kisutu lifanya zoezi lilikuwa linaitwa komito, na kwenye maelezo ya komito kuna maelezo yakiwemo maelezo ya shahidi mwenyewe aliyokuja leo, yajua nini kimetokea, lakini shahidi hajaomba kutoa maelezo yake aliyoyaandika yeye mwenyewe kule na ambayo yalikuwa sehemu ya komito kule akisema hayo maelezo ni miongoni mwa vielelezo muhimu ambapo pia jamhuri walisema watatuwasilisha hapa mahakamani. Shahidi amezungumza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kwa hatua aliyofikia sasa hana fursa tena ya yeye shahidi kuomba kielelezo chake kwa maana ya maelezo yake yaweze kuwasilishwa mahakamani. Kwa tunajaribu kushauriana mteja wetu ambaye tunamsaidia kwenye masuala haya, ili aone ni namna gani kama anaweza akawambia, basi na maelezo yake yale kesho yapokelewe hapa ili tu, apate fursa pia ya kumhoji kumuuliza maswali ya dodoso dhidi ya maelezo yake, siji kawa kule walichokuwa wanakisema na sasa kinachokuja hapa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tumefikia hapo kwa leo kumsikiliza shahidi wa kwanza upande wa jamhuri ambaye amefunga ushahidi wake. Kesho tutakaposikiliza maswali ya dodoso, basi upande wa jamhuri pia watapata maswali mengine au fursa nyingine ya kumuongoza kwenye baadhi ya maeneo, maeneo ambayo wanazana atakuwa amekosea au wanahitaji kurekebisha. Kwa hiyo kwa leo tuko hapo naomba tu tukutane kesho saa tatu kama mahakama ambavyo imeendelea kwa ajili ya kusikiliza mashahidi wengine. Asante.